Yeah. TFF. TFF. Nadhani tumewatumia ujumbe Mbeya. Mbeya wamesha wakilishwa vizuri. TFF Mbeya tumemkatakata mapanga mwenyekiti wa CCM. Ni mdudu kisasi tu na tumebakisha madiwani, wenyekiti. Wewe kama ni diwani, jiandae kufa. Wewe kama ni mwenyekiti wa kijiji, jiandae kufa. Kama ni polisi, jiandae kufa. Madu wetu ni hawa. Polisi, mwenyekiti, na wana, mwenyekiti wa CCM, na mwenyekiti wa mitaa. Hao ndio tunadili nao. Wewe kama ni mke wa polisi, jiende kwa mjane. Na hizo ni salamu tu. Hizo ni hizo ni kionjo Mbeya. Mkienda kwa msiba mwenyekiti ambaye tumemkatakata mapanga, shangilieni. Msile ubabu, msile chakula huko nyenye shangilieni. Pigeni makofi. Kwa sababu walivyokuja ndivyo tunavyoenda. Ni muda wa visasi tu. Ni muda wa visasi tu. Ni muda wa visasi tu. Ni muda wa visasi tu. Ndugu zetu, lazima roho zao zilale mahali pema peponi. Bila hivyo hazitapumzika. Bila ukufa roho zao hazitapumzika. Ni wakati wa vita. Vita ni vita mura.

Genuwa, pa, kaya genuwa. Kaya genuwa, genuwa. Pumuhaga, ni machozi makubwa kumwaga aliyekuwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM tawi la Itumbi kata s -s Matundasi ya Matundasi wilaya ya Chunya, na ibada ya buriani iliongozwa na paroko wa parokia ya Matundasi Padre Gaspar Mwangoka na ibada hiyo imefanyika katika kigango cha Itumbi na kama unavyoona, padre akiongoza kumwaga marehemu Elia Sambala mwenye umri wa miaka 55 aliyeuawa kikatili na watu wasiojulikana baada ya kumkatakata na mapanga a Februari 11 majira ya saa tano na saa sita hivi. Kama unavyoona viongozi mbalimbali wa chama tunamwona hapa diwani wakata ya matundasi Mweshimiwa Magana. Uh, mimi ni kiongozi wa TFF. Polisi wa Tanzania walivyo wajinga, kwa sababu wanashabikia Samia muuaji, wanakishabikia chama cha CCM. Walivyowajinga, wataanza kunitafuta mimi ili kuniua kwa sababu tumefanya jambo pale Mbeya, mwenyekiti wasimame uawa Wataanza kunitafuta ili kuniua, lakini hawataki kukubali upumbavu wao. Sikizani polisi, kazi yenu nyinyi kuenda wananchi na kuilinda katiba ya Tanzania, ila mlivyo wajinga. Hebu so many comment section, hebu so many comment Wat. Tanzania, wa Tanzania wote wapo pande wangu mimi Trump. Watanganyika wote wapo pande wa Trump. Jiteni mkutano, mujuze mnakosea wapi. Tunamtaka mulilo atoke ofisini Wambura toki ofisini na yote ile tariusiwe kwenye mauaji ya thelathini na tisa ashtakiwe kwenye mahakama, wafungwe ili ndugu zetu leo kufa wapate haki zao. Asanteni sana, vita ni vita mura.